Wako anwaa mutaaddida, wako aina mbalimbali. Miongoni mwa aina hizo tulizogusia, tulishamaliza ilhad mulhidun, hawa tumemalizana nao

na huyo mtoto wanamuomba kama wanavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au wanamuomba huyo mtoto inatosha au wanamfanya huyo mtoto ndio Mungu mwenyewe, utatu mtakatifu. Hao manasara, manasara na utatu mtakatifu, tabia ya Mayahudi, wanamfanya Allah na mtoto

Inasemekana Uzair alikuwa amehifadhi Taurati yote. Kwahiyo hili lilikuwa ni jambo la ajabu sana kwa mtu kuhifadhi Taurati. Kwa hiyo wakamfanyia ghuluu, wakachupa mipaka katika kumwamini au kumwitakidi alivyo, wakasema huyu si wa kawaida, ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo wakamuomba na kumwabudu qila Uzair uh, ni nabi, qila ni nabi. Wakachupa mipaka katika kumwomba na wakamfanya ni mtoto wa Mungu. Waqalat nasara almasihu bnullah, Nasara wakasema Isa alaihi salam ni mtoto wa Allah. Kwa nini wamesema ni mtoto wa Allah? Kwa sababu ya ile muujizati aliyokuwa nayo, wakafanya ghuluu na kumfanya mtoto wa Allah. Wengine wakasema ni Mungu kabisa, ambaye amejibadilisha na kuja duniani, alivijivika ubinadamu na kuja duniani, na hizi ndio halat ambazo

Kwa nini wamewajaalia hawa Mayahudi na Manasara wa Isa na Uzair kwamba ni watoto wa Allah? Yaani, wanaitakidi kwamba Isa pamoja na Uzair wana kitu katika uungu. na hiyo itakuja katika masala mengine kule kwa wale wanaoabudu mashekhe na mawalii, je, wanaitakidi nini? Kwa hiyo kitendo chao cha kuamini kwa kwamba wana sehemu ya uungu, wakakhtilafiana, je, ni watoto wa waungu, ni watoto wa Mungu au wenyewe ni waungu? Vyovyote itakavyokuwa, hiyo ni shirki.

wamekufuru wale ambao wamesema hakika Allah ni Masih Ibnu Mariam. Kwa hiyo wakati mwingine wanasema Ibnu Maryam, Masih ni mtoto wa Mungu, wakati mwingine wanasema ndiye Mungu mwenyewe, shirkun. Anasema tena, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, hakika wamekufuru wale ambao wanasema Allah subhanahu wataala ni utatu mtakatifu ni nafsi moja iliyogawanyika aina tatu, ambayo falsafa haieleweki. Wenyewe hawaelewi maana yake. Thalithu thalatha, utatu uliojengeka katika kimoja. Thalithu thalatha haieleweki. Min as'abi al'aqaid, ni katika akida ngumu ambazo haziwezi kueleweka abadan. Thalithu thalatha ni shirkun fi rububiya waluluhiya wa alasmai wasifati fi rububia. Kwa nini? Ufalme, uumbaji na uendeshaji mambo. Ukishasema kwamba Isa alaihi salam ni Mungu, maana yake ndiye muumbaji, ndiye mmiliki, hapo umeingia katika shirki ya rububia. Maana yake wewe unamwabudu yeye Naam, na, na wanamwabudu yeye, maana yake unaingia katika shirku ya aluluhiya, na pia wanaingia katika shirku ya alasmai wa sifat, kwa sababu wanamuita majina ambayo siyo na wanamsifu kwa sifa ambazo sizo, mfano baba

Aina ya kwanza tumesema ni ahlulkitab alyahud, wannasara, hawa wako katika shirki. Tumesema aina ya kwanza kule. Mulhidun hawa ni aina ya pili, tumewafanya aina ya pili katika aina ya ambao si Waislamu, kuffar. Lakini aina ya tatu

lakini kwa majina mbalimbali mbali. Mfano, kuna dini zinaitwa Asikh, Budha, Sikh au Budha na zinginezo ziko nyingi, dini nyingi nyingi, Sikh, Budha, eh? Tajieni dini nazozijua eh? Hindu ha... wa hindu nda nyingine wahindu si lugha gani? Ah, ndio. Lakini kuna kuna jina lake ha? Wana jina lake ha? Wana jina lake, yaani wana jina wanaitwa kindi. Baniani, baniani hiyo Kiswahili, nataka jina la kitaalamu. Kido no? Si kila kitu nyie wataalamu kwa kila kitu kina jina la kitaalamu. Unajua kitaalamu inaitwa <laughs> hivi. Na kule mashariki kule kuna budha zaidi na nini, kuna moja nimesahau Nani? Mongolia, Mongolia budha wengi, China, China eh, Burma ndi obama Burma kule eh. Sri Lanka, Sri Lanka nadhani budha ina, ina, ina, imechukua eneo kubwa sana budha, na pia kuna sikh sikh inaitaja in like lakini hivyo sikh a wameandika hivyo, baniani ndio alitoka Baniani kwa Kiswahili sawa sawa. Hawa wote hawa, Sheikh, ubadul asnam, wote hawa na nabudu masanamu tabaan. Lakini tumesema hawa, tumetofautisha kati ya manaswara na hawa na kwamba hawa pia anaabudu sanamu tofauti nini? Kwani tumetofautisha tofauti nini? Ukisikia mtu anasema <coughs> maanake inakuja maana swara inasibu kufuata kitabu ambacho ni Injili, na wale wanacho kitabu si wese emesema kitabu, awa Budha wana kitabu, awa Sikhi wana kitabu. Ee, naam. Manasara wajinasibu na kitabu, wanajinasibisha na kitabu ambacho kimetoka kwa Allah yani Injili, pamoja na kwamba si kweli, kwa sababu injili wanaoifuata wao imeharifishwa, imepotoshwa. imepotoshwa ama hawa masikhi mahindu, zinaleta hundus lugha yetu ya kitaalamu, Abubakar, wanaitwa hundus eh, hundus ndio mahindo mabudha hawa, wana vitabu ambavyo hivi ni kama vile sheria kama vile kanuni zao, lakini wenyewe wanaita kitabu wametunga wenyewe. Kwa hiyo pamoja na kwamba kwa ile Injili muharrafa imepotoshwa, lakini wao wanaitakidi natoka imetoka juu, imetoka kwa Allah subhanahu wa taala, wa fil hakika si kweli, lakini hawa wanauhakika kwamba ni kanuni walizowekewa na watu wao wakubwa wao. Hawa ni, ma, ni waabudu masanamu bahta kwayo, kwa hiyo ibada kwa masanamu ipo lakini pia hata katika nchi za Afrika na katika makabila ya Kiafrika na makabila mengine kuna aina ya uabudu masanamu ambayo haitwi ibada, lakini ni, ni ibada fil haqiqa, nayo ni yale mambo ya kutambika. Watu waenda kutambika kwenye miti, kwenye mito, kwenye nini, kwenye mapango Fi lhaqiqa hii ni ibadatu lasnam, huko ni kuabudu masanamu. Na tofauti sasa ya waabudu masanamu hawa wa leo hii na waabudu masanamu wa zamani ni kwamba waabudu masanamu wa zamani walikuwa wakikiri wengi wao kama tulivyobainisha kwamba